Swali la kwanza, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kujieleza kabisa yeye mwenyewe akajizungumzia yeye mwenyewe? Kama akasema ndiyo, hakuwahi kujisifu wala hakuwahi kujielezea kwa sababu ya kutumia ubishi tu, sisi tutamuuliza tena swali jingine lakini swali letu la kwanza kwa maana hiyo, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujisifu, hakujielezea kwa sababu watu walikuwa wamjua sana? Akisema ndiyo, hakujisifu wala hakujielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuwa na haja ya kuwakusanya watu alafu wajisifu yeye. Tunamuuliza swali yingine, je, maswahaba walimjuaje Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa ambazo au katika mambo ambayo hawawezi kujua isipokuwa yeye aeleze. Kwa mfano, wao walijuaje kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama katika swala anawaona watu walioko nyuma yake kama anavyowaona walioko mbele? Mmenielewa? Hivi hadithi katika Bukhari na Muslim, mtume sallallahu allahu alaihi wasallam anawaambia watu, inni la arakum min wara'i dhahri mimi nawaona nyuma ya mgongo wangu, huko nyuma nawaona, kwa sababu hadithi hal tarawna qiblati hahuna, fawallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum, nakiona kitu changu ii hapa na hapa. Kwa Allah, mimi haijifiki kwangu mimi juu yangu khushu yenu wala rukuu yenu, kwa sababu inni la arakum min wara'i dhahri, mimi nawaona nyuma ya mgongo wangu. Hizi sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam walijuaje masahaba kama mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitangaza na kujielezea? Kama ukisema kwamba sababu haikuwepo, haikuwepo vipi wangejuaje? yeah. Je, watu walijuaje kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akiumwa akipatwa na homa homa yake inakuwa kali kama wanavyoumwa watu wawili katika watu , yaani homa yake sio ndogo, vile anavyoumwa sana basi mfano wake mara mbili ndivyo anavyoumwa mtume sallallahu alaihi wa, wasallam. Akipigwa kichwa kikimuuma basi ni zaidi ya wewe unavyoumwa mara mbili yake. Na hivi ndivyo anavyotoeleza mtume sallallahu wa alaihi wasallam, Abdullahi Ibn Masudi radhiyallahu anhu

Sawa sawa kama wanavyoumwa watu wawili miongoni mwenu. Sasa watu wangejuaje kama yeye hakujieleza? Kwa sababu wasema muktadha haukuwepo, maswahaba wangemjuaje Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitangaza, kwa kuwa haja haikuhukumilia kufanya hivyo kama unavyodai? Ni nani alikuwa akisema katikati ya uwanja ananabiyu la kadhib

an saum yum lithnain madha qala dhaka yum wlidtu fihi wabuithtu fihi au unzila alayya fihi. Mata kudanganya watu? Hakusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alisema mimi ndio siku niliyozaliwa. Hakusema tarehe kumi na mbili, na ndio maana wanazuoni wamekhtalifiana kuwa tarehe kumi na mbili ya mwezi wa mfungo wa sita alizaliwa siku ya Jumatatu, kawaeleza maswahaba zake. Sasa hakusema hilo naotaka wewe kwamba haya, itikieni sallallahu alaihi. Hakusema hilo lakini aliwaambia. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaambia kwamba mimi nimezaliwa Jumatatu? Au litaka aseme nimezaliwa mfungo sita tarehe 12 alafu waambie itikieni sallallahu alaihi wasallam au sallallahu alaihi na kama bwana mtume sala wa salama alijielezea kwa watu, je, maana tunafikia tunasema kumbe mmekubali kwamba mtume sala wa salama alijielezea eh? Ndiyo, twakubali kwamba mtume sala wa salam alijielezea, na sisi hatulipingi hilo, lakini twapinga maneno haya ambayo anayatumia kama uchochoro na kama kichaka cha kujifichia mudiri huyu kwamba jambo hilo halikufanyika kwa sababu haja haikuwepo. Si kweli. Jambo hili au mambo haya yalifanyika, lakini kwa mtindo gani na kwa namna gani? Hapa ndio kwenye jambo la msingi. Kama ikiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alijielezea kwa watu, je, alijielezea ikiwa haja imehukumilia hilo au hapana? au